i wa Muungano wa Umoja wa Afrika sasa wanasema kuwa uchaguzi wa Tanzania haukuwa huru na haki. Ripoti ya Umoja huu wa AU inasema kuwa uchaguzi huo ulikumbwa na udanganyifu uliompa Rais Samia Suluhu Hassan ushindi mkubwa. Na kama Brenda Wanga anavyoarifu, ripoti inaangazia kesi za kujaza madebe ya kura, kuzimwa kwa mtandao na utekaji nyara kwa baadhi ya mambo yaliyotia ya doa uchaguzi huo. Naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea. Siku chache baada ya uchaguzi wa Tanzania uliompa Rais Samia Suluhu Hassan ushindi mkubwa, ripoti za wachanganuzi wa uchaguzi huo umeendelea kuukosoa. Ripoti ya punde zaidi ni ya ujumbe wa Muungano wa Umoja wa Afrika inayoonyesha kwamba mandhari nchini Tanzania kabla, wakati na baada ya uchaguzi huo hayakuwa mwafaka kuhakikisha kwamba uchaguzi ulikuwa huru na wa haki. Muungano wa Afrika vile vile unasema kwamba uchaguzi huo unaosemekana kumpa rais Samia ushindi wa asilimia tisini na nane ya kura zilizopigwa haukuwashirikisha wapiga kura wengi, huku vituo vingi vikiwa na idadi ndogo sana ya wapiga kura. Vile vile, wapiga kura wengi waliruhusiwa kupiga kura bila ya kujitambulisha ipasavyo. Mbali na hayo, ujumbe huo unasema kwamba kuna vituo kadhaa vya kupiga kura ambako wapiga kura walipewa zaidi ya karatasi moja ya kupiga kura haswa katika uchaguzi wa urais. Hatua ya serikali ya kuzima mitandao ya kijamii pamoja na kudhibiti vyombo vya habari nchini Tanzania pia imekashifiwa na ujumbe huo wa Muungano wa Afrika unaosema kwamba hali hii iliwanyima wananchi fursa ya kufuatilia matukio ikiwemo shughuli ya kuhesabu kura. Pia ujumbe huo umesema kwamba katika baadhi ya vituo vya kupiga kura hesabu za kura hazikulingana. Ripoti hiyo ya awali ya AU inakubaliana na ile ya Muungano wa Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC iliyoikosoa Tanzania kwa kutofanya uchaguzi wa haki na huru. Brenda.